Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu, naitwa Pastor Aloisi J Aloisi, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Karibu kwenye kipindi hiki cha maombi, karibu tuweze kuungana pamoja na mimi kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya maombi, katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya pili na lile fungu tisa, maandiko anasema Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima na, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ili ni andiko ambalo linanipeleka kuweza kuingia kwenye maombi kuweza kuingia katika ulimwengu wa roho. Ni kipindi ambacho Mungu alikuwa akiumba mbingu na nchi, na alipokuwa akiumba, baada ya kuwa anaendelea kufanya umbaji, maandiko yanasema ya kwamba akaweka kila mti unaozaa na kuchipua, akaweka kitu kinachozaa na kuchipua na kuongezeka akasema kwamba ni kitu ambacho kinatamanika, kitu ambacho kinatamanika. Ndio maana ukilisumaili andiko kwa kumaanisha kabisa, nasema Bwana Mungu akachipisha katika ardhi kila mti unaotamanika. Wakati natafakari andiko hili, ili tuweze kuingia kwenye maombi pamoja na wewe, ni kwamba kuna vitu ambavyo Mungu akiviweka kwako vikaanza kuzaliwa vikaanza kuonekana. Unaona ni ni ni, ni, ni, ni kama ulimwengu ni kama watu wanaanza kutamani vitu kutoka kwako. Wanaanza kutamani namna ambavyo umepewa neema ya kuzungumza, namna ambavyo Mungu amekupa hekima. Unamkumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa ni mfalme wa Kushi, aliposikia kwa habari za Sulemani na hekima ambazo Sulemani alikuwa nazo yule, muan, yule, yule, yule mfalme yule, malikia wa Kushi alifunga safari kutoka mbali akaja kuitafuta hekima kwa Sulemani. Kipi ambacho kilimtoa mbali na kuja kwa Sulemani? Ni kwa sababu ndani ya Sulemani kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinatamanika. Kila mtu alipenda kukaa karibu naye, kila mtu alipenda kumsikiliza, kila mtu alipenda kujikonekti naye kwa sababu ya neema iliyokuwa iko juu yake. Ni maombi yangu siku wa leo na siku ya leo ya kwamba Bwana achipue vitu ndani ya maisha yetu. Bwana achipue vitu ambavyo vitawavuta watu kutoka sehemu mbalimbali na kuja kwetu. Bwana aichipue biashara yako ili watu wa kutoka maeneo mbalimbali, watu wa kila rika, watu wa kila rangi waweze kuijia hiyo biashara yako, kwa sababu inatamanika, kwa sababu inavutia. Baba yangu na Mungu wangu, inasema asante kwa neno hili, inasema asante kwa utukufu wako na jinsi ambavyo imetupendelea. Asante kwa kunifunulia hili neno ya kwamba ndani mwetu kuna vitu ambavyo vitaleta watu kutoka maeneo mbalimbali katika jina la Yesu Kristo. Tazama Bwana, naomba ukavichipue ndani ya maisha yetu, naomba ukavichipue ndani ya huduma. Watu watoke maeneo mbalimbali kuja kwenye huduma ulizotupa watu wa mataifa waje wakukimbilia wewe Bwana, kwa sababu kuna vitu ambavyo viko ndani mwetu rebo shande reba kuseyekeba kuraba shikande reba rebo ndeko raba shita raba kusikande raba kuna mtu mmoja Bwana anahitaji jambo lichipuke, jambo lionekane kama Bwana uliachiria miti ikazaa na mwisho wa siku ikatamanika. Vivyo hivyo Bwana, kuna kitu ambacho natamani kizaliwe kwa huyu anayenisikiliza katika maombi haya usiku ya usiku wa leo, ya kwamba kitu kizaliwe katika maisha yake, ili watu wa kutoka maeneo mbalimbali waje kwake, ili watu kutoka maeneo mbalimbali wamfuate, waifuate biashara yake wafuate kampuni yake wafuate Bwana kazi anayoifanya katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunahitaji neema usiku wa leo, tunahitaji neema hii usiku wa leo, ya kwamba vitu vikazariwe ndani ya maisha yetu, ya kwamba vitu vikaongezeke ndani ya maisha yetu. Achie vitu ambavyo vitawatamanisha watu kutufuata achiria vitu ambavyo vitawatamanisha watu, tusaidie namna ya kuzungumza Bwana, tusaidie namna ya kunena, tusaidie Bwana namna ya kukaa, tusaidie Bwana namna ya kufanya kazi, ili watu wa kutoka maeneo mbalimbali watufuate katika jina lako Yesu Kristo. Haya ni maombi yangu usiku wa leo, haya ni maombi yangu usiku wa leo ya kwamba vitu vikazaliwe vitu vikaonekane vitu vikaonekane. Naita neema Bwana ii naita inema Bwana, neema ambayo ulitumia wakati wa kuumba. Inaita Bwana katika jina la Yesu Kristo, inaita katika maisha yetu reboshanderevakosi yake revakande reboshiravandeko ravasebayeko rebosha nderevande kaba

Neema hii Bwana iko hapi, tunahitaji Jehova, tunahitaji neema tuna tuna katika maisha ni yetu, ni maombi yetu Bwana ya kwamba hii neema ikachipuke ndani ya maisha yetu. Tazama Bwana, kuna baadhi ya watu ambao badala ya watu kuwafuata watu wanawakimbia. Kuna watu ambao wanakimbiwa, kuna watu ambao wamefungua biashara lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda wateja wanawakimbia. Kuna watu ambao wako kazini, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda watu wanawakimbia, watu hawataki kushirikiana nao. Mungu, tunahitaji neema ikaje kwetu. Nahitaji neema Bwana ikaje kwa huyo kijana. Nahitaji neema Bwana ikaje kwa huyo baba. Nahitaji neema Bwana ikaje kwa huyo mama rebosha ribo rabako Ribos, yambo riba ndiraba ire irenema iliyokuwa kwa Sulemani. Tazama watu wakatoka maeneo mbalimbali, watu wakatoka kaskazini na kusini wakamfuata Sulemani kujifunza, wakafuata hekima iliyokuwa ndani ya Sulemani. Mungu, yachie ya hekima ya katika maisha yetu, tunahitaji hekima Jehova, tunahitaji hekima, Baba wa mbinguni, iachile yo neema usiku leo iachilo yone neema usiku leo. Raba, ne rewako raba sembane rebo shate rewaka nbaiamborewa ni riwanda ribo rawakosiboka ne rewaka

kwa moyo wa unyenyekevu Bwana, tunahitaji neema i Bwana, ikawe fungu letu neema i Bwana, ikawe fungu letu neema i Bwana ambayo imeandikwa kwenye kile kitabu cha Mwanzo mbili fungu la nane, ikawe sehemu ya maisha yetu Bwana, ya kwamba vitu vinavyotamanika vikazaliwe ndani ya maisha yetu vitu vinavyotamanika vikaonekane katika maisha yetu, ili watu waweze kutufuata, ili watu waweze kuifata kazi yako, ili watu waweze kufuata kampuni yako. Unahitaji vitu vinavyotamanika, kampuni yako ikawa ni kitu kinachotamanika, biashara yako ikawa ni kitu kinachotamanika, kikawa ni kitu chenye manufaa kikawe ni kitu ambacho kina na manufaa, kikawe ni kitu ambacho kinatamanika. Haya mafuta ya kutamanika, Jehova, yakaambatane pamoja nasi. Neema ya Bwana ya kuzaa vile inavyotamanika, vikaambatane pamoja nasi. Ni kweli tunafanya kazi kwa bidii, ni kweli tunajituma usiku na mchana, ni kweli tunahangaisha fikra na mawazo lakini tunahitaji vitu vinavyotamanika vizariwe vitu ambavyo vimejawa na upako wako na neema yako Mungu, naombuka viachirie katika maisha yetu, naombuka viachirie katika familia zetu, naombuka viachirie katika ndoa zetu, Bwana rabo shanderemakasi ambakande rebo rabako ramba

Hii neema Bwana ikapenye hii neema Bwana ikapenye, ikaje kwetu Bwana. Kuna mtu ambaye ameshindwa kutoka kwa sababu tu kile anachokifanya kinaonekana kama mavi, kile anachokifanya kinaonekana akifai. Anatoa wazo zuri sana, lakini wakilipokea harifai kabisa, wanaliwa ni wazo ambayo ni baya kwa sababu alijaambatana na upako wako. Wakati mwingine anapozungumza na watu, anafikiri ni kitu kizuri, na kiuharisia ni kitu kizuri, lakini kwa sababu akina wa upako wako kinashindwa kupenya, kinashindwa kuleta matokeo. Ndio maana kuna baadhi ya watu wamefungwa biashara, lakini biashara iuziki. Sio kwamba ile mali iliyoko kwenye biashara ya kwamba Siki. Lakini watu wakiangalia hawaoni kuvutika, hawaoni kuvutika. Natamka upako wa kuvutika, natamka upako wa kuvutika katika jina la Yesu Kristo rabosha rarikariba reborabanekabaka rebasiaba

Mungu wetu nayetupenda, Mungu wetu nayetuhifadhi, tunahitaji Bwana mambo yetu yawe ya kuvutia. Tunahitaji Bwana kia tunachokifanya kiwe cha kuvutia. Tumechoka kufanya mambo ambayo hayana matokeo. Tumechoka kufanya vitu ambavyo havileti tija tumechoka kufanya vitu ambavyo havitamaniki. Tumechoka kufanya vitu ambavyo havileti matokeo. Ni kwetu tunafanya kazi kwa bidii, ni kwetu tunajituma usiku na mchana. Tunahitaji neema yako Bwana, tunahitaji wa upako wa usiku wa leo, tunahitaji wa upako katika jina la Yesu Kristo, tunahitaji upako wako e Bwana, tunahitaji upako wako mfalme wa amani, tunahitaji upako wako Jehova Jire, tunahitaji upako wako mfalme wa amani rabakonde rabashe rabaseka rebonda rabakanya boribashika

ni shauku yangu kwamba Mungu atafanya na kutenda. Mungu atafanya na kujifunua katika maisha yako. Mungu atafanya kila unachokifanya kiwe cha kutamanika, kiwe cha thamani. Mungu atatenda kila unachokishika na kukitenda kiwe cha thamani na chenye matokeo. Usiwe ni mtu ambaye unafanya vitu ambavyo havileti matokeo. Unaweza ukawa unafanya usiku na mchana, lakini upate matokeo. Hii ni neema ya ajabu ambayo inakuinjia kwako, ya kwamba kila utakachokifanya kitaleta matokeo. Kila kitu ambacho utakifanya kwa mikono yako kitaleta matokeo, na haya ndiyo maombi yangu usiku wa leo ya kwamba chochote unachokishika na kukifanya kiwe na matokeo, chochote kile ambacho utakitenda kiwe na matokeo, biashara ambayo unaifanya iwe na matokeo, kazi unayoifanya iwe na matokeo, shughuli unayoifanya iwe na matokeo katika jina la Yesu Kristo. Mungu na Baba yangu wa mbinguni, ina imani ya kwamba umenisikia mtumishi wako na kuhani wako uliyeniita katika madhabahu yako, ya kwamba Bwana hiki utakifanya kwa huyu ambaye amejikonekti katika maombi haya, ya kwamba nitasikia shuhuda kutoka kwake, ya kwamba nitasikia kwamba umetenda katika jina la Yesu Kristo. Nina imani Bwana utafanya na kutenda sawasawa na mkono wako na neema yako ya ajabu, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, Amen. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Aleluya, amen.